Asubuhi nakwenda kazini, pambana pambana sana kuishi kuishi juu juu ya ya dola tatu, na, na, na siku moja mheshimiwa rais ya jamhuri ya muungano wa Tanzania daktari Samia Suluhu Hassan alikuwa anasema mm, kuna watu kule nje nje, anasema Tanzania hivi bado ni masikini, lakini yeah, akachukua mfano sisi Masai akatolea mfano sisi Masai. Tunakuta Masai tunatembea hata hata bila chochote, tunafaa tu shuka, lakini tunavyokula tunakuta tunakula flesh meat, yani nyama ile, hata nyama ile ambayo inatoka tu moja kwa moja porini, anakuja anakata ile, ile nyama ile, natumia sisi zaidi ya dola moja, zaidi ya dola tatu. Nakuta kwanza tu shuka za Kimasai

Lakini unakuta Masai ana ana hapa na na hela mingi na tosa. Na watu wengi huwa kwa kwa sababu ni Masai sana, wanatembea na sime mwili wake wote ni hela. Hapisa, kwa jamii kawaida, ambao suruali suruali, t-shirt shati moja kwa elfu tano sana eh. Senda alizovaa chini suti ni elfu eh, kumi na mbili elewa. eh, kwa hiyo gharama yote unakuta labda akitembea sana ni elfu eh, thelathini arobaini, lakini Masai moja elfu sabini na tanoapochekimone eh, manake Masai moja anatembea na laki moja. Nimekuja kufahamu kwamba Masai yao wanatembea hey, na silaha kwa ajili ya pia kujilinda. Hata sisi na ukirasama ukija ukarasama ukaona kabisa angalia hata ile, na ile jusi, jusi, nani si anakuja yeah, ile juice juice hapa nani sipidi ile I show speed ile I show speed alikuja ikaenda kurasama Masai Ozana. Ozana Power Printing, sisi ni waandishi wenye wa mashine za kisasa semeo bora na uwezo wa kufanya kazi nzuri kwa haraka zaidi. Ni wachapishaji wa makala mbalimbali kama vile vitabu saizi zote, magazeti amna zote, vipeperushi na matangazo mbalimbali, bahasha, kalenda, business cards, t-shirt, kofia, kalamu, stika mbalimbali za magari kama vile bima, lebo za kubandika kwenye bidhaa mbalimbali. Pia tuna uwezo wa kuchapisha matangazo makubwa, yaani billboards, picha tofauti tofauti tofauti na maneno kwenye vitu kama vile sahani vikombe na bidhaa mbalimbali. Vile vile ni wataalamu manyilographi wenye uwezo wa kubuni picha mbalimbali kama vile kaba za vitabu makasha ya CD au DVD na picha yoyote uipendayo. Tengeneza na Mosana Power Printing kwa vitu vyenye ubora zaidi na kwa bei nafuu. Kwa na mawasiliano zaidi, piga simu namba 0763710426 na 7 nne sita sita sita sita moja. Karibu huzana powerprinti kwa ubora wa bidhaa zako. Hii hey, na habari nzima tunajaribu na Neema Malaika hapo kliniki kwa wale wote wanaosumbuliwa na magonjwa sugu, sasa jibu limepatikana. Karibu Malaika hemokele upate tiba asilia, magonjwa kama utiai sugu, malaria ya sugu, presha ya kupanda na kushuka, afma, bawasili maarufu kama mangundi, vidonda vya tumbo, kisukari, tezi dume, uzazi na ugoma kwa wanaume na wanawake, mchango wa kizazi yani PID moja na magonjwa yote yanatibika. Fika Malaika Hebo Clinic ukutana na daktari bingwa wa magonjwa sugu. Malaika Hebo Clinic inapatikana Mwanza, Igoma, ilipo kwa soko la Maramara. Siku za kazi ni Jumatatu mpaka Jumamosi, kuanzia saa mbili asubuhi mpaka saa kumi na mbili na nusu za jioni. Wasiliana nasi kwa namba 0754 013 309 na 0783 ne na mtano nane sifuri nane. Karibu Malaika Hebo Clinic mpate tiba asilia bote nakaribishwa.

uliza kwamba namna gani utafika leo katika huduma ya Ukombozi. Ni mgeni kwa mara ya kwanza, ndio unawasili katika ardhi la jiji la Mwanza, basi usipate shida, sisi tunakuka maelekezo vizuri. Popote pale ulipo wewe, piga tu simu nambari 0768321321, 0768321321. Lakini umewasili hapo stendi ya Nyegezi, lengo kubwa ni kuja kujumuika kwenye maombi haya ya mfungo kwa siku ishirini na moja ikiwa leo ni siku ya kumi na nane Basi wewe pana daladala uh, ambazo zinakuja maduka tisa ama daladala zinaokuja yapoti ya njoo, moja kwa moja tapo mjini, mjini kati njoo paka rock city darajani, kitu kitu kinachofuata kwa mbele yake hapo, vipo kona ya kwili sasa shukia hapo, ulizia tu daladan ambazo zinakuja maduka tisa mcoo paka na stamshukie hapo maduka tisa, ulizia uma Ukombozi, boda ni shilingi elfu moja. Na wewe ambayo unatokea maeneo ya kisesa Igoma, maeneo ya kishiri national natokea e, wape kule maeneo ya

Unashuka hapo Busuluga shule, unapanda bajaji au nachukua nachukua, nani anasema, kwa bajaji ni 500 mpaka maduka tisa, au ukichukua boda ni elfu mbili ukichukua gari ingine toka pale

Ona leo pako takuwa ni mwingakinileta watu ambao ni wagonjwa, watu waliopitia changamoto za muda mrefu, lakini mpaka leo bado hajapata namna ya wao tufumbuzi. utapatikana hapa hapa. Mungu anafanya yale mambo makubwa ambayo mwanadamu ameshindwa, mwanadamu ameshindwa. Baada ya kufikia mwisho, ndipo Mungu yeye anakuanzia ni saa hili kwa heshima na taadhima tunatambulisha zana kwa friends. Bado ukiwa nakuambia kwamba nafasi yako ipo na nafasi yako inathaminiwa. Nafasi yako yawuwo kuandika kitabu chako ndani ya mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Kwa wafanyabiashara, wajasiriamali, lakini maswala ya kimalezi na mahusiano, waandishi wako aina mbalimbali. Unataka kuandika kitabu gani? Kwa wasiliana nauzana kwa printing na wao bado ni waandishi na kalamu wakalamu zana za kisasa zenye bora na uwezo wa kufanya kazi nzuri na kwa haraka zaidi, watakshanja mbalimbali balimbali, vitabuse zote, magazeti na zote vipeperushi na matangazo kama vile bahasha, kalenda, business card, t-shirt, kofia na kalamu na stika za magari. 0773 26 za paper printing kwa ubora wa bidhaa zako. Wakati tunapita kwenye habari za magazeti, ujue mwandishi na nini leo. Hebu tudokezane kuhusiana na jambo ambalo tuliweza kudokeza siku ya jana. Kwa nini Mwanaume akifunguliwa biashara na mke wake, lazima kila mtu ajue kwamba hii biashara ikafunguliwa, hmm. na mke hmm. Eh, eh, hmm. hmm. yeah. yeah. wake na hmm. hata kwenye kupiga kupiga piga sitoli tu, lazima tu atasema, akikutana na marafiki utana na marafiki, mwanamke amefungua biashara kwa mume wake, lazima azima atasema hata hmm. hmm. kwa watoto yeah. Sio kwa ubaya, lakini tafiti zinaonyesha wanaume wengi ambao wanafanya biashara ambazo wamefunguliwa na wake zao hawana amani. amani. hana amani. Unakuta anakutangaza kila Arona sasa masaa rana yere arona mrukie mena kwa nini mena tunakufungulia biashara aaanamrukia kumkaba. Mimi sinasema wanawake wote, lakini tafiti zinaonesha. Tafiti za wapi? Tafiti za ndani ndani, zisizo mm, <coughs> rasmi, wanaume wengi hawana furaha wala amani. Wanaume wengi ambao wamefunguliwa biashara na wazao hawana furaha wala amani mwanamke tu. Hata ukitokea mwanamke amekununulia tu hata shati, nachojua iko hivi kwamba wanaume wenyewe tu binafsi, yaani kawaida ya mwanaume anatamani kuwa juu, yaani mmeumbwa hivyo kwa tafiti yangu mwenyewe, yaani sio rasmi sana. Yaani mmeumbwa hivyo kwamba mwanaume asili yake anatamani kuwa juu kwa kila kitu, yeah, zaidi ya mwanamke. Yaani, akitokea mwanamke kafanikiwa, anahisi kwamba huenda atamdhalau na mambo kama hayo, na ndio maana wanaume wengi sana ni wachache labda ule, <laughs> anayependa kulelewa, huenda labda sijui kwa sababu amepambana labda akashindwa, lakini anaamua kwenda kulelewa labda, au anatafuta mwanamke ambaye ana pesa, hata ampendi, anaweza akapenda tu pesa, umeona. Lakini mwanaume ambaye kabisa ameamua kukaa, ajenge familia, mara nyingi huwa wanatamani kuwa juu kuliko wake zao. Anahisi kwamba akiwa juu kikifedha, atakuwa na sauti yani atakuwa na mamlaka, yani atamudu, si unanielewa? Yani atamtawala atamtawala yule mwanamke. Yaani, wengi huwa wako hivyo kwamba anatamani awe juu. Sasa ikitokea mwanamke kabali, unajua bwana, sawa ni mwanaume, lakini mwanamke anaweza kaa na nyota nzuri, anaweza kawa na kitu fulani hey, cha kuvuta utajiri. Wanakwambia nyuma ya mwanaume aliyefanikiwa kuna nguvu ya mwanamke, na huenda mwanamke anaweza kaa mama wa nyumbani, lakini anamwombea mume wake. Ah, ile tu kuishi na mwanamke kuna namna nyota yako inang'aa. Yani inategemea, yani unaanza kuona upendo. Ndio maana hata Biblia inasema ukipata mke umepata kitu chema, lakini sio wanaume wote wanapata kitu chema. Mwanaume anaweza kuoa mwanamke maisha yake yakaharibika kabisa. Ndio naelekea mnisikilize, kwamba mi sinaelezea na kuja kwenye swali kujibu nini mbacho nimepata sehem ya kujibia, nikamstamtamoa kujibu. Kwanza nimeanza kusema hivi kwamba sio wanawake wote nimeanza kujibu hivyo, nikasema pili, nikasema wanaume yani, so wanawake wote nini? sio wanawake wote kwamba waki, waki, wana, waki mfungulia biashara mme wake atatangaza. Tumesema hivi wengi e. Tumesema wengi ambayo ana furaha kabisa e. Na tumesema mwanamke mwanmwanamke wengi, mwanaume ambaye anapewa poji na mwanamke na, ananunuliwa duka e. anafu, ananunuliwa biashara. Inakuta hakuna furaha wala amani hmm. <tumisweli> Hey, wanaume wale wengi, tafiti zisizo rasmi hey. Wale na waliofunguliwa biashara na wake zao hawana furaha kwa... amani nami, okay. Nasema ndio, nikajibu kwa nini ni vibaya kufungua biashara na mama. Sio kitu kibaya. Sio kibaya sio, Sio lakini wanaume nikasema wanaume asili yao wengi Aa, huwa hawapendi. Yani, hata kama utamfungulia sawa, lakini anakuwa hana amani. Kama ni mwenyewe na maisha, kama angeanza mwenyewe kwenye mwanzo mdogo akafungua mwenyewe, anakuwa a-anakuwa huru zaidi, umeona. Na nikasema wanaume pia wako aina nyingi. Kuna mwingine labda huenda amepambana au ni mvivu tu, anapenda kulelewa, wapo, na anamwambia sasa, nifungulie biashara. Yani yeye ndo -anatafuta mwanamke wa kumlea. Kwa hiyo pia wanaume tujue wako aina tofauti tofauti, lakini asili ya mwanaume kabisa, yani mwanaume asili yake anapenda pambane, yeye awe mtawala, awe na kila kitu kuzidi mwanamke mwanamai, sawa. Kwa mfano mimi, kwani mimi yani, kwa mfano mimi, labda nina pesa au tumeoana na mume wangu uh, mume wangu kanioa, sio tumeoana yani yeah, nimeolewa na mume wangu. Kwa hiyo sahihi sio kuoana yani <laughs> nimeolewa, tumeanza kuishi na mume wangu, labda hatuna au nimemkuta yeye ana kitu ila mimi sina, lakini baadaye, sasa hivi wanawake tunapambana. Mungu akanisaidia mimi yani, nikapata upendo, nika nikafanikiwa nika, nika, nika, nika, nika. Sio kitu kibaya kumsupport, kumfungulia biashara, na hata ikitokea nimemfungulia biashara, siwezi kuambia watu kwamba mimi ndio ni fungua biashara na hata kuzungumza, mimi nitasema mume wangu kafanya. mume yeah, wangu amelipa ada za watoto. siwezi kusema mimi nimelipa ada, lakini wanawake wengi ni kweli wamekuwa na ile hali ya ku yeah. yaani anasema aonekane ye kafanya lakini mwisho wa siku wajui kwamba jamii inavyolipokea inapokea katika mtazamo hasi, naweza kusema unajua, kwenye kwenye hii mambo ya hii kuna, unafungulia biashara mwanamke, unafungulia mm, mwanaume, unakuta mwanaume amekaa ni muda mrefu kwenye kwenye ndoa na mwanamke wake, si ndio? Sasa kwenye hiyo muda mrefu unamkuta mwanamke alikuwa hana kitu, unakuta amekuta ameingia kwenye ndoa na hii mwanaume mwanaume ndoa, akaanza kupambana, kapambana mwanamke akawa napewa pochi, anatunza anaeka naeka anaeka naeka misha, siku mambo ya mwanaume akaenda vibaya, mwanamke akasema, nilikuwa na hii hapa ela hapa nilikuwa nimeekaeka, hapa nilikuwa nimepatapata, ila ile ile narudi kwa kwa mwanaume. Sasa ukizafungua biashara ndio inakuwa matangazo, inaanza kusema wewe nimefungulia mimi hata ni hiyo biashara nilikufungulia mimi. Unafikiri mwanaume atajisikiaje? na, na, na kwani yeah, lazima ukimfungulia yeah, mwanaume wako biashara lazima ufuatilie kila kitu, yani biashara nendaje, maendeleo vipi, lazima nijue, ni akiba yako ni ipi, lazima mm. lazima, lazima ni mwili mmoja sasa, tunajifuta nini yeye? Yeah, anataka kupasa kujua mambo yangu na mimi napasa kujua ya kwake. Kwa unafuatilia kama nafuatilia wake au kama kama mswa, kama, kama mfadhili, sio mfadhili <laughs> yani ni yeah. mimi cha kwake changu, okay. changu cha kwake yeah. siwezi tu kuacha yani, hata mshahara iko hivi, yaani mimi wanaamini sana. Kwa mfano mwanaume labda anapata mshahara milioni labda tano tuseme hata milioni mbili au milioni moja mimi au mwanaume anapata mshahara tuseme milioni moja, mimi na mshahara milioni mbili au milioni tatu. Unaona, sasa sitaacha tu mshahara ule wa milioni moja eti kwa sababu mimi na mshahara mkubwa, eti mume wangu nisijue ule mshahara wake mdogo wa milioni moja umeenda wapi? Hey, hey, si unanielewa? Lazima nijue, si, ni si mume wangu, lazima nijue Mdogo, igo, kwa sababu mwanaume anaweza kama mshahara mdogo ukamwacha hivyo, kwa hiyo ukawa unachukua hiyo majukumu mengi. Mwisho wa siku ule mshahara wake wa milioni moja, milioni moja ni pesa, umeenda wapi? Hakuna chochote anachofanya pale ndani, kisa mwanamke ana mshahara mkubwa. Mwisho wa siku milioni moja ile imeenda wapi? Lazima tukae mezani, milioni moja yako hii hapa, milioni mbili zangu hizo hapa, tunapeleka hii, tunalipa bili za nyumbani, tunafanya hivi, tunafanya hivi. Na mimi saa nyingine naweza nikamwongezea, sinajua mume wangu milioni moja yake inaonekana sio tu wetu, kwa sababu ana milioni moja mimi na milioni mbili akua tulie nayo, anaipeleka wapi? lazima nijue. Menat, hmm. Menat na lazima na Chris. Chris. Unajua hata kwenye bustani ya Hadi Eden, Hmm. shida ilikuja baada ya mwanamke kutuletea tunda no. Si si hapo, hapo, sasa si hapo mambo ikabadilika. Shida ilikuja pale mwanamke alipoleta tunda nyumbani, kwamba amemletea chakula Kula

Sasa baada ya kumwezesha akamkabidhi kila kitu, na yeye ndo akashuka, yani akajinyenyekeza. Yule mwanamke yani kama yeye ajadunekwa namna yoyote, ba ajashiliki kwenye mchango wote, na paka mume ndakawa anamwagiza tena, hebu nenda kwenye biashara tunalewa lakini sasa kuna wengine hawa mm, kwa mfano, kama kwa nini nimeleta, nime, nime hii taarifa kwenu, kile kuwashirikisheni mm -hmm, baada ya kukutana na ndugu yetu mmoja mm -hmm, nitamuhifadhi jina naitoubei

Friji langu kina Obedi yeye eh. Huyu bwana yeye <coughs> alimtaka mke wake, yani asiwaambie wa marafiki zake kwamba amemfungulia biashara, mwanamke hmm. akampiga akamwambia, kama hutaki kusimamia hiyo biashara ambayo imemfungulia bora rudi nyumbani.

kama utaki, sasa kusimamia biashara hai. Mbona maneno ni madogo, mambo madogo tu. Kwani mimi nikiwaambia watu kwamba nimekufungulia biashara, kwanza mimi ni mwanamke, mfano wako hivyo. Unaona sasa, hiyo bwana ana ana amani na, ama na ile na nataka kabisa cancel aanze, anze airishe kabisa kufanya hiyo biashara, amwache apambane. Kama hiyo ndio ndio, sasa ni ni ni lete hapa tushirikishane hati na wasikilizaji waweze kusha pamoja nasi leo. Huyu nani anafanyiwa hivi huyu huyu bwana anafanyiwa hivi? Kuna wangapi ambao na wananyanyaswa na wake zao kwa kisingizio cha kwamba wamefunguliwa biashara? Kuna wangapi? <laughs> Anakuja mwanaume amenunuliwa gari na iginaezekana, a mwanamke kufunla gari lazima nawezekanalazimanafanyaaaauatakupaitokea ndo maana nimesema tunazidiana pia. Kuna kuna wakati nileta kuna, ile kuna, kuna yule experience ya yule dada alikuwa anaomba ushauri yeye, wamemaliza wote wamemaliza chuo kikuu walikuwa wahitimu wa, wa, wa, wa, wa chuo ila walianza mahusiano na yule kaka wakiwa chuo baadaye wakaoana baada ya kumaliza masomo yao. Lakini mwanaume aliwahi kupata ajira ni alisomea mambo ana degree ya education, kwa hiyo akawa ni mwalimu wa sekondari. Kwa hiyo yule dada alikuwa amesomea mambo ni engineer, kwa hiyo hakupata kazi haraka. Kwa hiyo akawa anaishi vizuri sana, wanapendana sana, umeona, wanaishi kwa huo mshahara wa mwalimu huyo mwalimu wa sekondari, lakini baadaye Uh, yule dada akaja akapata ajira, anasema mshahara wake ulikuwa mara kumi zaidi Yame. ya ule wa mume wake oh. kwa yule dada tangu alipopata ajira akawa ni bosi pale, ni injinia pale, akawa yaani ni injinia mkuu katika ile kampuni. Kwa hiyo akawa nalipwa mshahara, anasema ni zaidi ya mara kumi ya ule mshahara wa mume wake. Basi yule dada anasema mume wake alianza kubadilika akawa ni mtu wa kuwa na mawazo muda wote, ana furaha, hawafurahii tena ndoa yao. Basi kila akikaa, nasema ah, ni kazi yangu, yani ajiamini tena, sima anielewa. Hmm. Hmm. Hmm. lakini mwisho si dada wa siku yule dada ili kuweza kulinda ndoa yao waliamua kufungulia biashara kubwa tu, kwa sababu tayari alikuwa na pesa, na anasema pesa alikuwa akizipata, anaweka mezani. Hmm kwamba mimi nimepata pesa hizi hapa, kila kitu yani. Anamheshimu mume wake na anampenda, lakini mwanaume mwenyewe tu anajisi, alikosa amani, akawa na yani ndoa ikawa haina tena furaha. Kwa yule dada akamfungulia labda biashara, labda kwa mwana